Tuingize katika nyumba za ibada zikiwa ndio sehemu ya kujadili siasa. Nyumba za ibada ni sehemu takatifu ambazo Mungu amezibariki. Hakuna sehemu kwenye vitabu vyetu vya dini wameweka nyumba za ibada ni sehemu za kuongelea siasa, ni sehemu za kufundisha siasa. Siasa ni mchezo mchafu, ni wote ni mashahidi, siasa ni mchezo mchafu. Mchezo mchafu au ingize kwenye nyumba za ibada, mchezo mchafu unaishia huko kama mnaoja mnaona, mnataka kuishauri serikali tena, tunaishauri kwa unyenyekevu, sio kwa kufokafoka. Mnashauri kwa unyenyekevu, naandika mashauri yenu, napeleka wakubwa, wanawasikiliza, mazuri wanabeba, mabaya wanayaacha. Tupo katika taifa moja linaitwa Tanzania, kamwe halitakatika, bali tutaendelea kuungana na tutakavyoona vitu vya ovyo hatutakaa kimya, tukidhani kwamba tunaogopa kwa sababu uko chini ya kivuli fulani. Eti kwa sababu wewe kuna kivuli nyuma uko nacho ndio uvunje amani ya nchi yetu, tukuangalie tu hivi? Haiwezekani. Mimi leo niko tayari kuondoka nchini, kawacha watoto wangu wapo katika taifa lenye amani, lakini sitakubali Kaangalia hivi nikakengeuka, eti kwa sababu mtu fulani yupo kwenye Fe kivuli fulani basi, akiongea akivunja sheria akidharau mamlaka aki, alafu tumwangalie tu, tumwangalie tu. Aiwagi hivo, aiwagi hivo kabisa, aiwagi hivo lazima ifike mahali nyumba za ibada zibaki kwenye mifumo yake ya kutufundisha neno la Mungu, hofu ya Mungu, sala na mengineyo. Na mengineyo yenyewe yawe yenye kutujenga na kutuunganisha, sio yawe yenye kututenganisha kwa maslahi ya kwao wenyewe binafsi. Kuongea kuna kiasi, kuongea kuna mipaka, angalia mipaka yako. Tuombeane amani, tuombeane uchaguzi mwema, tuombeane katika kipindi hiki, kila mmoja awe balozi wa mwenzake. Kazi ya kulinda nchi hii sio kazi ya jeshi la polisi peke yake, sio kazi ya serikali peke yake, ni kazi ya sisi wa Tanzania wote kulinda taifa letu, na tunalinda taifa letu kwa maslahi ya sisi wenyewe.